Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukuletea update kuhusiana na jambo ambalo lilitokeaga mwanzoni kidogo mwa mwaka huu e, ilikuwa ni mwezi Februari kama sikosei Hili ni tukio ambalo lili happen kule Zanzibar katika zile tunzo za Trace Music Awards, ambapo Alikiba alisusa kuperform, hakuperform katika tunzo hizo, na watu wengi sana wakawa wanajiuliza kwamba sababu ni nini. Sasa hatimaye Alikiba ameamua kufunguka na kuelezea sababu ambayo ilisababisha yeye kuto kuperform katika tunzo zile za Trace Music Awards kule Zanzibar. Uh, Alikiba alisikika akizungumza kwamba nilikuwa uh, nilitaka niimbe live na nikaambiwa nipeleke track zangu kwa kwa composers ili waweze kujua wataitumiaje, e, wataitumiaje. Ila nilivyofika kwenye hoteli nikaambiwa kwamba ratiba yangu ya mazoezi ni kesho, then nikaenda kula. Nimemaliza kula nikaambiwa kwamba ratiba yangu itakuwa ni baada ya masaa matatu mbele. Nikaona okay haina shida, nikaenda e, tukaanza kujiandaa. Nimefika pale nikapigiwa simu na mtu ambaye hajamtaja jina. Alikiba mwenyewe akaendelea kusema kwamba kuwa bwana, hatufanyi live tena, umeona? So, Alikiba akaambia kwamba hawafanyi live. Then baada ya hapo ni kwamba, na ninadhani kwamba ile ishu haikuwa organized na Trace, kwa sababu kuna watu tu walikuwepo, unaona kama vile ni mtego kabisa. Kila aliyekuwepo pale wanajua kabisa, wanajua kwamba nikajua kabisa kila walikopo pale walikuwa wanajua, na mimi nikajua kabisa, hapa kuna mtego. King Kiba amezungumza hivyo kuhusiana na kilichotokea kwenye tuzo za Trace Awards hadi akaamua kuondoka bila kuperform. So, kwa kifupi ni kwamba Watanzania wengi sana walikuwa wanataka kuona performances itakuwaje, kwa sababu maselebriti wawili wakubwa kutoka Tanzania walikuwa wanaperform katika jukwaa hilo moja la Trace Music Awards kule Zanzibar. Yani Diamond siku ile alikuwa na perform uh, at the same time pia Alikiba naye eh, alitakiwa perform jukwaa hilo hilo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anataka aone nani ambaye atafanya vizuri zaidi. Lakini ndio hivyo, kwa mujibu wa Alikiba anadai kwamba alikuwa ameshaanza kuwekewa mitego mitego na ndio bana, akaamua aondoke bila kuperform kwa sababu Trace hawawezi waka wakaruhusu kwamba performance ifanyike bila kupiga live band eh, kwa nini yeye Alikiba azuiliwe wasimpigie vyombo live wapige tu nyimbo kwa ku, uh, upigwe ile playback sound, ambacho yeye alikuwa anataka alikuwa anataka aimbe live, kwa sababu Trace ni organization kubwa. Kwa hiyo kwahiyo maorganizers hawawezi wakamzuia Alikiba kupiga live, akajua kabisa kwamba hapa kuna mtego umetengenezwa na watu wengine. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, katika unahisi kwamba huu mtego anauzungumzia Alikiba ni upi, na pia vile vile subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.